Yuko mokozi Yesu Kristo, yeye aliyetembea duniani akashinda dhambi, na watoto wake tupo tunashinda dhambi. Kama unanielewa, piga kelele, sema amina. Na hata kama una mabaka kiasi gani, hata kama una mabaka kwa viwango gani, maisha yako pengine umeharibu kwa nasa za dunia, biblia inasema yako Yesu Kristo damu yake inaweza kukuosha, damu yake inaweza kukusafisha, damu yake inaweza kukusafisha ukawa chombo. Nataka niwaambie watu wa mahali hapa, wako waliokuwa makahaba, Yesu aliwasafisha mabaka mabaka hayo, wakawa vyombo vya Bwana. Wako, wako waliokuwa walevi, Bwana aliwasafisha akawondolea mabaka mabaka hayo, leo hii ni wahubiri wa Injili. Wako waliokuwa walevi Yesu Kristo ili washafisha. Jioni ni jioni ya kwako, kubali neno likuchunguze, kubali injili kuchunguze, kubali yesu kuchunguze, ili chambo safi, ili bwana kusaidie, ili bwana kutokee katika maisha yako. Watu wa mahali hapa, mnisikie, iliena semaya naye ametoa kauli nzito, ambayo huwa anasema hivi: hayuko mtume wala nabii aliyewahi kutoa tangazo hili, tangazo la kifalme, tangazo la kibabe, tangazo la uzima, tangazo la uponyaji, linasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. najua Yesu anasema nina uwezo wa kuwapumzisha. Huwa nawaambia watu hayupo nabii wala mtume aliyewahi kutoa tangazo ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote. Huwa napenda Yesu Kristo ninapomsoma habari zake yeye, asiyechagua tatizo, yeye asiyechagua ugonjwa. Unaweza kwenda kwa madakitari wakakwambia unaumwa nini? Anasema naumwa ngozi, anakwambia ah, mimi sio bingwa wa ngozi wa ngozi kesho. Naye bingwa wa ngozi ukimpelekea meno, anasema ni ubingwa wa meno sina naye. Bingwa wa meno ukimpelekea ndefu, anakwambia mimi sio bingwa wa ndefu. Mwingine naye akusema kwamba ninakuja nini na shida ya masikio, atakwambia mimi sio bingwa wa masikio. Lakini yuko dakitari bingwa, Yesu Kristo. Yeye anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao mewa magonjwa ya aina zote. Yesu anawafungua wenye kansa, Yesu anawafungua wenye UKIMWI, Yesu anawafungua hachagui tatizo, hachagui ugonjwa. Namleta kwakwa kwa Yesu Kristo, namleta Yesu Kristo suluhu ya matatizo yetu. Masikini wanakwenda kwa Yesu Kristo, wasiozaa wanakwenda kwa Yesu Kristo, wenye magonjwa sugu wanakwenda Yesu. Hachagui tatizo, yuko hapa kusaidie